Lakini pia wakina mama wamewiwa wamewiwa kushika jamii kwa jinsi hii, na ndiyo maana tuko hapa siku ya leo. Tunaisherekea siku yetu, lakini tunasherekea uzao wetu, na uzao ni pamoja na watoto hawa wanaopatikana hapa Mehayo Morogoro, ambao wanaihitaji jamii iwashike mkono katika kukua kwao wanahitaji jamii iwashike mkono katika mahitaji yao. Kwa hivyo basi, wakinamama wakakaa chini na kutafakari na wakasema basi, kwa mwaka huu tutakapokuwa tunaisherekea siku hii ya kina mama duniani, aa, ya wanawake, basi twende tu, tukawaone wale wenzetu wa Mehayo na kuwajulia hali, lakini pia na kujua mahitaji ambayo wanayahitaji kutoka kwa jamii inayowazunguka kwanza changamoto kubwa iliyokuwepo hapa ni chakula pamoja na spika kwa ajili ya sanaa za michezo kwa watoto. Tunashukuru kama TANESCO wamesikia ombi letu na wametekeleza. Kipekee napenda kushukuru sana sana sana kwa niaba ya kituo asante. Na shirika letu la uh, umeme liko mstari wa mbele kwa sisi kutuwezesha wanawake, siku kuu ya, ya sisi wanawake kutuongoza kuja kutoa misaada kama hii, na kila mwaka waga tunatoa, tumewiwa kuja hapa kwenye kituo cha watoto ambao wana changamoto, wasijione kwamba wanatengwa, na sisi tuko pamoja na jamii.